N yani, ulivyochoka utakujaribu kuniua eh. <coughs> siku moja, kwa nini imechoka na umenipeleka kushoto kulia n mpaka ah. Yaani hata mwenyewe pia ni umenipa vitu fulani ambavyo nisija kupewa na mwanamke yoyote I swear. Wewe eh, muongo mm. <coughs> Kweli sija kupewa na mwanamke yoyote aba ni mtoto ambaye Yaani tukienda huku, refa akipiga kipenga huku naenda, akipiga kipenga huku naenda, yani mpaka mda mgine refa akaanatoa ulimi yani uwanjani. Umeona haya, yaani wewe ni hatari sana, ndio maana hadi nimechoka sana. Kumbe usijali, ni vitu vya kawaida tu hivi. Alafu ile shoga yangu yule nilokwambiaje, ile siku alionaambia maneno ya

Minangejua tu nani anakuwa muongo yule. Unamwona tu alivokuwa na mchamba, ni mtu fulani kumwangalia, tunaona huyo anawivu, yaani anawivu. Wanule sema tu, nimemwonea uluma hali yake, lakini ningempiga. Unaonaje tena tukirudia hata raundi, maana nishaanza kujihisi vibaya vibaya. Unaonaje tukirudi hata raundi ya mwisho? Hivi mbibi, nkuja basi niwai nyumbani, sinajua mmeongo anaweza akarudi sio muda. Mi nataka tuendelee kufanya hivi vitu hivi, asijua simaona mpaka sasa hivi, ajajua chochote, anataka hiwe hivi kwa ameniondoka. Kwahiyo unaondoka kweli? Eh, ndugu yangu Jay, jambo la, lako ndugu yangu, mimi nilifanyia kazi gandi nilikutana naye, lakini ndugu mm, yangu pale kazi hii kikweli yali niambia haiko tayari kuolewa kwa sasa hivi, wala hajajali wazo hilo wazo, wala afikirii. Unaona na, na yeye anadai ni pesa, mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo kuna kitu pia alikifanya kwangu, alikiongea, nikajisikia vibaya. Aliniambia hata kama wee mapromo, unaona una, una namna unanitaka una, kama una elfu hamsini naweza kwenda kukuvulia nguo. Nijisikia vibaya, nikasema mm. Pale hakuna mwanamke ndugu yangu, yani pale mke una unaona na pini tuko pale, alipigiwa simu. Alipopigiwa simu wakawa wanaongea, lakini yule jamaa kama alikuwa anamuitia guest hivi, afu akawa kama amemwahi kumpa ofa ya laki moja. Huwezi kuamini, Brandina alimtelekeza yani kikao changu mimi na yeye kiishia pale pale, unaona, akaondoka. Kwa hiyo mi nimeona ni kuambia ukweli, pale hakuna mwanamke <sighs> <coughs> Mm, ni kweli kwangu, ka mimi nimeona nilijitahidi, ni, ni, ni, kuzungumza naye kadri ya uwezo wangu, na mi kama unavyojua ni na uwezo mkubwa wa kushawishi, lakini kwa pale niliona hakuna, hakuna matumaini. Kama labda utakuwa na njia nyingine sawa, lakini pale hakuna mwanamke pale. Wewe utajua cha kufanya.

rafiki yangu na, mm. yani, una na he, ni kuna jambo linanitatiza sana. Jambo gani tena hiyo? pale ninapokaa, yani kwa sasa hivi kuna mambo ambayo yanaendelea nanichanganya sana. Mambo gani hayo? udugu wangu, ushaanza tena. Yani nikilala mara naota mwenye nyumba wangu ule Zaga na muota ananikimbiza, mara nyingine nakutana na paka ananisalimia shikamoo. mm. Mambo ni mengi tu, yani unakuta siele nifanye nini, lakini nilijaribu kumshirikisha jirani yangu ambayo tumepanga nyumba ya karibu pale. Mm -hmm, akaniambia nikazane maombi, pengine inaweza ikawa ni ndoto tu ya kawaida, au pengine ikaa ni mawazo yangu. Lakini mi kadri siku zinavyozidi kwenda ndo mambo yanazidi kuharibika, yani bora hata ya jana. Mm -hmm. <laughs> ni ndoto hiyo, ni ndoto, sio kweli, ni ndoto Nimekumbuka kitu kimoja, we una mawazo na ndio maana umeisha hivyo. Kwa nini una mawazo ya kijinga sana? Unaamini ndoto kweli? Mimi hapa naotaga napaa, lakini najikuta nipo vile vile kitandani. Sawa, ni mandoto tu ayo, acha kuyafikiria yatakukondesha. Zaidi ya hapo, achana nayo heh? Hapana, siamini katika mawazo, kwa sababu mwanzo nilihisi ni mawazo, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, mambo ndo anazidi kuwa yani imazito mazito. Bora hata ya jana sisha kuambia, achana nazo hivyo vitu au wow. Basi sawa, anguamini wai nyumbani poa, uache kuwaza hayo mambo bwana. Sawa. Taarifa yako huyo bwana, yani awe ni bwana wako, huo umeanza kulala naye wewe? hiyo imekuwaje? Kiufupi kwa taarifa, kiufupi tu, yule ni bwana wangu, natoka naye na natamba naye, naweza nikwambie. Yani unajua, haribu mtu na niachie abaanachie k nachie

Mwana, ni kwa hizi mchezo inaenda kwenye nyumba. Nimekushauri mkwangu kuhani. Mewango kwama, Eh, tena eh, ndio hivyo eh, tuame hapa eh, kwani kuna shida gani hapa Eh, meongo kwani juu ya hali yetu ya kipato eh, yaani eh, nahisi hapa ndo sehemu peke yake ambayo wanalipa kodi kidogo, uko nje meango tutaweza ile tumeshindwa kuitengeneza mpaka leo. Aya, leo hii tena tuame Hivyo mkaona na na kimu. Ona mbona kila wakati nikiongea ni kuhusu unaanza kutetea? Sio kama nina nini lakini, mwaongo wewe mwenyewe unajua hali yetu. Ah, nisha kwamba utapata hela kodi. Ah, licha ya hivyo si umesema kwamba kuna watu wanakufa. Kufa ni mipango ya Mungu. Yaani hata Mungu akiamua leo hii hey, mtu yoyote anakufa anakufa. Lakini sio kwamba eti useme tuame kisa anakufa, apa. Aa, watu wanakufa. Hapana, sio kweli. Ah, kweli mtaani watu wangapi wanaongelea kuhusu suala wa hapa nyumbani? kila mtu anaongea kwamba hapa nyumbani kuna uchawi, hapa nyumbani kuna uchawi. Wewe kwa nini unaniambia hapa? Ili asemwe wewe ndio mchawi au? Sasa hivi mwanangu usiniambie. Na kwanza hivi wewe ndio unajua kutafuta? Mimi ndio natafuta. Yani, sasa kuanzia leo hivi tunavyoongea hivi, baada ya siku hizi ndio hapa tunatoka hapa nyumbani. Hapa nimesha tafuta madhara ya kutosha, nimesha tafutia vyumba, na hadi sasa hivi nimesha naambia kwamba nimesha tafuta chumba. Baada ya siku tatu hapa tunahama. Eh, kusikia tena unaanza kutoka huko kwa kuwa umesema wewe sawa, basi. Mbona umekasirika? Lakini naona unarejea nyumbani kidogo. Ah, sema hapa nyumbani sasa hivi kidogo kuna matatizo ambayo yametokea tokea hapa, nadhani nawajua le ndugu zangu wawili Zaga pamoja na dada yake, ameondoka na muda kidogo. Hasa huyu Zaga huyu ameondoka na muda sana, ila dada yake angalau ana siku hizo mbili, najua atarudi tu, ila huyu Zaga ni sijaelewa kwamba atarudi lini, na ndo maana anakuwa na wasiwasi yani wasi, mpaka mda mgie naingiwa hofu na nahisi kwamba hata huko alipo anawezekana labda akawa nagombana, maana ale ni kama paka na panya yani awakai awa sehemu moja hivi unajua so, lakini ao ni watu wazima, labda wameenda hata kwa ndugu yao sehemu, watarudi. Unajua watu wazima tena ndugu yao wapi? Hapa daa tuko hawa watatu, niko mimi na wao hawa wawili. Hasa ule bamdogo wetu uliokuwa namuona pale aliofariki, labda ungenaambia kwamba labda ameenda kwa yule anakaa kijijini, angekuwa anakaa, daa sawa. Ila sasa yule anakaa bushi. Hapa daa tuko hawa watatu. Sasa mimi mpaka nashindwa kuelewa. Sasa ani wamepotelea wapi? Yaani mpaka wanantia mawazo. Alafu kuna jambo nataka nikwambie, yaani mume wangu ame ame ameona tuhame hapa, kati ya kesho kesho kutwa tunahama hapa nyumbani kwako. umesema kwamba mnataka muame? Hey, tuna hama. Nimejaribu kumshawishi lakini imeshindikana tubaki, ah, ah, sasa ndo sasa mmehama. Sasa kuna kitu chochote labda kimetokea kinafanya nyinyi muondoke? Hamna tatizo kubwa, labda ni hizi shida ambazo zinatokea hapa kwenye familia yenu. Basi na maamuzi yake, si unajua tena wanaume vipi. Sasa na unajua kabisa kwamba tumeanzisha kashina, inabidi kaendelee, kuna unajua tena kuna muda mwili unahitaji vitu fulani hivi, alafu ukienda mbali nakuwa nalii how come. Unajua yani, wewe usiwaze, ikitokea tumehamia mtaa jirani, yani tutawasiliana, usiwaze kuhusu hiyo. Halafu yuko ndani, ngoja ni muwai asije akatoka hapa akatukuta akawa mengine. okay. sa. aya sa. <laughs> sawa safarinjeasunaenda hapaedakalii